is an election to obtain government. Tumeshindwa kujiundia yetu sisi wenyewe na pesa yetu. Kule pesa zinaenda tu tu. Lakini naisema hapa kuzidi mjue kwamba tukiunganika sisi wenyewe, tuache mambo ya kule, watuunganika wanaweza kwenda mbele. Sisi kama wanaume wa Kenya tunaweza badilisha Kenya. Sisi kama wanaume wa Kenya tunaweza badilisha Kenya. Si hapa kuna mtu kutoka kila sehemu. Hello, Yes. Nimesema to challenge you and encourage you let us be the forefront using prayer as a weapon to transform this our country. Na unaanza wewe mwenyewe, unasema waje nibadilike, waje nitende vile kizuri, waje niwe mwanamume mzuri katika familia, waje nifurahishe familia yangu.